Basi katika hali yote hile, cha kwanza kabisa nina wasalimu pote pale mlipo, ndugu wapenzi wasikilizaji na watazamaji, na kukaribisha pote pale ulipo, matumaini kwamba wewe kabisa uko salama katika afya yako, hajalishi ni katika hali yote hile, ya kwamba ni katika mida ya jioni, tariki 31 kabisa, ikiwa mwisho wa mwezi kabisa, yani tariki thelathini na moja, mwezi wa Disemba mwaka elfu mbili ishirini na tano. Hakika kabisa ninawatakia mwaka mpya mzuri na mwema kwenu. Basi nyote kabisa mnakaribishwa katika kipindi hiki, haijalishi mkiwa maeneo tofauti katika ulimwengu, mkiwa labda katika bara la Umarekani, Azia, Oseania, hata huko Ulaya na hususan pia wanaosikia Kiswahili nikisema katika bara la Afrika, na kupasha habari zangu katika maeneo popote pale ulipo, zaidi nikikuletea habari hususan kabisa mashariki mwake DRC Kivu ya Kusini ni barani Afrika, na hivyo katika tarafa mbili ambazo nakuja kukuletea taarifa ya habari ikiwa tu ni katika tarafa la Fizi na Uvira, maeneo ambayo imeweza kabisa kusikika na hali ya usalama kuwa mdogo. Basi ka chonjo na unifuatilie mwanzo hadi mwisho, hata pia kujiunga katika kituo hiki cha habari kwa kubonyeza hapo chini ambako wanaandika subscribe na hivyo kujibonyeza, hata pia alama ya kengele, unapata habari zetu mapema na mara moja. Tuanzie katika tarafa la Fizi, ni mashariki mwake DRC Kivu ya Kusini, ambako kumeweza kuonekana maeneo ya Makobola kuwa usalama mdogo, kutokana na hali ya wanajeshi ambao wameweza kuonekana katika maeneo hapo, hususan sana niseme, ukiwa Wazalendo na jeshi la FARDC. Nikumbushe ya kwamba uwepo wake jemedari mkuu Michel kutoka katika mji mkuu wa DRC, yaani Kinshasa, kuja kuchukua nafasi yake Chiviri ambaye alikuwa jemedari akiongoza vita katika maeneo hayo hususani sana katika mashariki mwake DRC kwa kupambana dhidi ya waasi wa FCM 23. Duru za mahali zinaweza kutuonyesha ya kwamba uwepo wake jemedari huyo Michelle imeweza kuonekana kuwa kwazo kwa wengine, hususani zaidi wazalendo katika maeneo ya Makobola, na hivyo kutokumtaka kabisa, kulithibitisha hilo, na hivyo kabisa kutokupenda hata kabisa bwana huyo au jemedari huyo Michelle apate kukaa hapo ni kumbushi kwamba jambo ambalo liliweza kuleta hasira na hata wazalendo kutokumtaka ni kwamba ameweza kuambia jeshi la wazalendo lipati kurudi nyuma na kukaa katika maeneo ya Mboko ambako ni takriban kilomita 30 kutoka Makobola, na hapo maeneo ya Mboko ikiwa tu tarafani Fizi, na hivyo hilo jambo linaweza kuleta mzozo na kuonyesha hali mbaya kabisa kati ya majeshi hayo. kuelewana na Kanali wa majeshi taifa la Kongo FARDC, Mheshimiwa Michel, endapo yeye ndiye mwenye kusimamia operesheni zote za kijeshi na za kivita mahali hapo, baada ya jemedari Chiviri kupelekwa huko jijini Kimshasa kwa tia ya kuachia ARC RDF na M23, jiji, na tarafa la huko Uvira. Msemaji wa Zalendo ambaye tumeongea nao amesema kwamba hadi sasa hakuna maelewano kamili kati ya wazalendo zidi ya Kanali Michel wa majeshi taifa la Kongo FRDC. Huyo afurahie kuongezeka kwa wazalendo katika mji wa Makobola na kandu kandukandu zake. Afisa huyo anaomba vikosi vya jemedari Delfe Kalembe Ngoma Mzito, vikosi vya jemedari Kapobanya na Kalambi Justin, wote wajielekeze huko ko kijijini Mboko. Hali hiyo inaonyesha kero na kuonyesha wenda afisa huyo ana mbinu za kuangusha tena kijiji cha Makobola kama majeshi ya taifa la Kongo FARDC wanavyoendelea kushutumiwa kuachia waasi wa AFC M23 na RDF maeneo mengi na vifaa vya kijeshi. Huyo Michel ashota pia kidole kwa kuachia AFC M23 RDF na Ngumino kijiji cha Minembwe katika tarafa la Fizi hizi siku zilizopita wakati alikuwa mwenyewe akiongoza kijiji hicho cha huko Minegwe kama vile afisa kanali wa majeshi ya taifa la Kongo FRDC katika eneo hilo, licha ya hali ya wasiwasi katika maeneo ya uwanja wa vita hususan zaidi katika tarafa la Fizi na Uvira. Basi mkuu wa Wazalendo aitwaye kwa jina la Foudre Rouge aliweza kuzungumza na kutoa maneno yake ya ujasiri, kuweza kuwaambia watu ya kwamba basi wasitishike na hali ya mitandao ambayo adui ameweza kutumikisha, ili ya kwamba wapate kuwaweka watu hofu. Anaweza kuonyesha jambo ya kwamba wanazidi kusonga mbele, lakini hawatu kubali kabisa kurudi nyuma. Yeyote yule ambaye atakayeweza kusema ya kwamba waweze kurudi nyuma, basi atapigwa risasi, kwa maana huyo ataki wao wasonge mbele kuenda kwao katika mji wa Uvira. Ni kwamba awezi wakaenda kwa haraka, kwa sababu wasije wakaingia katika mtego wa yule muhasi wa FCM 23, na hivyo wanakwenda kwa hali ya kidogo kidogo au kwa taratibu, na kuenda wanasafisha ili kwamba wapate kufika Uvira katika maeneo hayo wakiwa kabisa wenye kusafisha kila mahali ambako wanaweza kupita basi na nimwachie jemedari huyo au kamanda huyo Foudre Rouge apate kuyazungumza yaliyo muhimu na kwa kina zaidi. Ni kijana wenyu kamanda wa vita General de Brigade Foudre de Rouge Igwe anayewazungumzia na kuwapa moyo. hakuna repris strategique ambayo vijana wenyu tumefanya, uongo mtupu, tena uongo kabisa. Hayo ni maneno ya adui yanayosambaza kwenye mitandao ili kutishia wakaaji wa Uvira. Tukiwazungumzia ukweli, amwezi kukubali, lakini mnikubali na mtukubali kwamba hiyo ni kweli. Hakuna repria ambayo tumefanya, ni kwenda mbele, kusonga mbele, tunahakikisha tunakuja kwa shindo Hatumuogopi mtu ili tena turudi nyuma, na nataka niwape neno moja ambalo mtazingatia. Hakuna kamanda yoyote ule au wa government au wakizalendo anaweza kuambia tena watoto eti murudi nyuma, na watoto wanarudi nyuma, maanake ule atapigwa masasi, watoto watamuua. Huku jamaa zetu zinateseka, hatuko hatukomwesedegere, pana vita viko vikali, tuko tunapigana na adui na sasa nataka niwafasirie adui anapigwa sana. Kwa lugha la Kifuliru Mfuliru alisema kae, Ndayo shangira notaveka, Tuko katika vita. Wana silaha tuna silaha na zote zinatapika, ni moto yetu, haitemi maji, ili tuwe tunarudi nyuma kila saa hapana. Ile komandema tulikana tulikataa wazi mbele ya wakati kabisa. Sisi tunasonga mbele, vita inakuwa ni kujiandaa, tuko tunajiandaa mahali tulipo, tupo tayari ndani ya mji wa Uvira. Watu wanazani kwamba tutaingia tu tukuyeingia mwambaskadi, hapana. Tuko tunaingia tunakuja, tunasafisha na kufanya ratisaji. Hatuna kazi ya kupigapiga masasi mumungine, hapana, ili tuingie tuanze kupigana tena twende, tuko tunakongolana na vule, hapana. tuko tunakuja tunasukula, tunafagia na kufanya ratisaji so, zi, ako swae ao anadanganya watu ako anafanya mamontaje na mnazania kama shakuwa Kishasa, kumbe bado adui angaliki mbali sana na muji wa Baraka, wala adui ayatoka. E, kwenye hii kwa sema anakuya Fizi, anakuya Baraka setu na Suima, bongo mutupu bongo kabisa. Adui anakaa vita ambavyo anabakiana ni kutoa rushwa na mtandao sasa rushwa yake imefika mwisho, maana wote ambao wanataka kuwapa ku, ku rushwa inashindikana, hauta kwa mande mtoto aseme rudia nyuma na kupiga masasi. Vita vinapamba moto, wazalendo ye azalendo wanasimama nguvu na jeshi la taifa ambalo tuko nalo, ila waibula wagade republike, tuko kwenye mstari tunasonga mbele nao, hakuna makambo ya rushwa. Watu mwache kuwa panike na adui oh. vilikwenda vikarudia viliko. eh, uh, oh, adui ashaweka madrone katongo kigongo, bongo mtupu. Kigongo iko control na sisi, katongo milima yote ni sisi. <laughs> Sasa adui ameweka drone wapi? Nataka niwafahamishe niwaambie kwamba adui hana uwezo wa kupiga drone wala amvio yake kupanda katika esp espace aerienne ya, ya, te, ya tarafa la Uvira ama vile ya Uvira haiwezi, imefungwa kwa teknolojia ya kisasa. Hata simu zao kubwa zile wanaita nani, maturaya haziwezi kutumika katika vile ya Uvira, yani espace aerien, sur le plan connexion internet. Espace aerien yote inafungiwa, wazi wazi inafungwa, adui yaweza, awezi akapandisha drone wala zile silaha zake zito zito za kabambi haziwezi kupiga katika mji wa Uvira. Kwa nini? Yaani, tumefunga na kudhibiti ile yote. Sasa teknolojia ya sasa inaendelea. Je, kwa adui tu ndo kwenye kulikuwa wasomi jivu? Hapana, kila kitu kina wakati wake. Sasa watu mmekwisha kuwa ajite, mmekwisha kuwa panike, wazalendo nini nini, nini, muache watu wafanye makazi yao ile ni maneno ya adui yaani, nawaomba tu wakaji wa Uvira, pigeni magoti mzidi kutuombea. Mungu atuzidishie nguvu, atutie na moyo, atukaze na roho na atuongezee ujasiri. Tunazidi kusonga mbele. Hiyo maneno musifatane na audio na kuandika kwa adui, eti amekuwa Makobola, Makobola yanyoko yenye amekuwa ya Adui haiko hata Makobola, haiko hata fasi moja. Adui haiko hata fasi moja Makobola. Kwa sasa tunazungumuza, hamuwezi kuamini tumsubirie, mtatuona mkituona katika mji wa Uvira. Kama adui kama najidai iko Makobola na kama iko mwanaume, ajibane picha mmoja tu wa M23 ashimame katongo, ajibane picha afanye video katongo tu ashimame pale katongo, mwanaume wa adui ashimame pale katongo ajibambe picha ajisplike, leo ni siku fulani, niko hapa mnaona tariki fulani, muda fulani, mnaona anasukuma. Sisi tunakaa hapa uh -uh. inge kitole ingo mundu ataseketea kiki, sisi tunabaki kimya, anabaki kutia fuyo kumitandao na wenye. Sasa ngoma ya watoto haikeshi <laughs> ngoma ya mvutano ni ya watoto haikeshi <laughs> ngoma ya wanaume hailingi <laughs> Ndio yetu sasa hiyo ya wazalendo, ngoma ya wanaume sisi hatulingi <laughs> ngoma yao ni ya watoto haikeshi. Jamani, inshallah, alhamdulillahi, niko najichekea tu nikipata maojio zao kwenye mitandao. Nataka niwape moyo wakaji wa Uvira, pigeni magoti, fungeni mikanda, kuleni mchanga, kwa siku chache ukombozi unakuja, tunakuja kwa shindo tunataka kufagia, Kubale na yote. Atasikia sauti hii asukumie mwenjake amwambie, kumbe ile yote ilikuwa ni rezo sosio. Vita vya adui ni mtandao, ili watu kutoka kama akika adui iko Makobola ajibambe picha, kama iko Katongo ajibambe picha, cha wanaweka ile nani foto ya Makobola yenye haina watu ya zamani sana. Yo, pole sana adui na kuonea huruma sana na wanakufa, wanapigwa kishenzi kinyama. Hiyo ndio kweli, adui anasegetwa, anachuya Donke, tuko tunachuya tuwe ka yungiro komubishi tuwe tugawa sheva mo agamungumkkaungiro komubishi kara kama sumahamu, tunapika tunafyeka tunafagia wote hata, eh, si ya tukona na zao ma strategi bado kwetu tumalizie kwanza katongo kuvilima kwenye akoba tu, si hatuna haja kuisha watu wetu kisha ndo tunasonga mbele. Nataka niwaambie kweli. Hata kama udi wangu umekuwa mrefu kidogo, ili nataka niwazungumzie ni kweli, adui hana mbafu za kupambana tena na sisi, hapana. Hata atumie rushwa namna gani hana mbafu za kupambana na sisi. Misile hatapiga juu, hatapanda sasa anababaisha wakaaji na nini kung'ambo ya maji haingii. <laughs> Inshallah, alhamdulillahi. Hii vita vya mitandao hivi ah, inshallah. Na hizi simu oh, asante sana, nawambia hata mpora kigongo ya kivovo. Kama adui ni mwanaume ajibambe picha video mule aisukume, huyo duru atakanyaga, yemo ni mpora wa babake. Wanakwambia hii ni poro ya Rwanda, hii ni poro yetu sisi <laughs> poro ya vijana wa Uvira aliparamia pabaya. Uvira est la deuxième capitale de la République démocratique du Congo. Uvira est la capitale révolutionnelle de résistance. Hakuna aimbwa yoyote naweza toka mahali fulani kuyechezea katika muji wa Uvira. Simwe muri mukaya mwendo we mko mungini mnaweza kuwa mnaona gisi wimbo huko munakimbia kutoka. Na bado. Na bado. Mtakuwa shangala muandike hii data nawaambie. Mtakuwa shangala, tushajitangaza tuko muvira na tuko muvira tunakaa mungini. Adui ashakuwa kama nyola anasema tena kama iko Makobola. Ndio kwale mtakuwa aminia kama niliwambiaka kweli. Ni kijana wenyu akida mkuu kamanda wa vita General de Brigade de Foudre Rouge Igwe, aliyekuwa anawapa information ya kweli kwa saa kama hizi. Mingini yote mlisikia tulikomboa Katongo, Luanga, Makobola na Kivovo, ni sisi tulipo pale. Atakayeamini aamini, atakayebisha asibishe, abakie Toma, atatuona ndani ya mungini. Asante basi, natujielekeze tarafani Uvira ambako duru ya mahali inaweza kuonyesha ya kwamba Waasi wa FCM 23 wanaweza kuongeza vikosi vyao katika maeneo ya Kala tarafani Uvira, na hivyo ikiweza kuonyesha maeneo ya Kala ni katika kambi ya Monisco ambako ilikuwa kambi ya zamani, ikiwa na malengo kutoa waasi wa FCM 23 katika maeneo tofauti, ikiwa Goma, Bukavu na hivyo na Rwanda pia kuweza kuwaingiza katika maeneo ya Uvira ya kwamba wapate kuweka ngome kuu na kuweza kupingana na jeshi la FARDC na hata jeshi la wazalendo ikiwa na malengo ya kwamba wapati kupita na kufika maeneo ya huko Kalemi, lakini ikiweza kuonyesha jambo hilo la kuweza kutuma majeshi tu, ikiwa kwenye jambo la kupinga na kuonyesha kisogo, eh, mkataba ambao uliweza kufanyika huko Washington DC wilayani Umarekani na hivyo kabisa kulionyesha kisogo. Jambo hilo linaweza kuonyesha kuwa kama vile ulikuwa ni mzaa wa kuonyesha waasi wa FCM 23 kuweza kuwacha mji wa Uvira na kujielekeza katika maeneo mengine. Licha ya jambo hilo, katika maeneo ya tarafa la Uvira na Fizi, hususani kuanzia Makobola hadi maeneo ya Kigongo, hata huko maeneo ya sehemu ya Uvira Kalundu, kumeweza kuwa tu hali ya usalama kutokuwa bora kabisa, na hivyo baada ya wa hasi wa SM 23 kuambia watu wapate kuondoa makao yao wapate kujelekeza maeneo ya huko mji wa Uvira. Na basi, hali ya usalama inaendelea tu kuwa mbaya, kwa sababu hata watu ambao walikuwa katika maeneo hayo kutokuwa na hali ya usalama mzuri na kujelekeza katika maeneo mengine na hivyo tu kusikika maeneo hayo kuwa kama tu hali na katika maeneo ya majeshi ambayo tunaweza kusikika katika maeneo ya Kigongo na maeneo mengine ya kwamba wasi wa SM 23 kuwa hapo na kuweza tu kuonyesha hali ya kungojea mapambano makubwa, kutokana na hivyo kuwaambia watu wapate kuondoka maeneo hayo. Na hivyo ni kujuzi ya kwamba ulikuwa nami hadi tamati, ni katika wakati huu ambao nilikupasha ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, basi na kuomba uungane nami tena katika vipindi vingine. Ikiwa basi hujajiunga kwenye channel, bonyeza hapo chini kwenye alama subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu mapema, wewe basi wewe kwanza, hata kwa kutumia watu wengine, na hivyo kabisa kuweza kucomment, ukiwa na maneno ya kuzungumza ili ya kwamba tupate kufanyia kazi. Nilikuwa nawe katika siku hii, ni tariki 31, mwezi wa Desemba mwaka 2025 basi ikiwa siku ya Jumatano na kesho Alhamisi, sikukuu ya mwaka mpya, basi nawatakieni nyote sikukuu ya mwaka mpya. Basi tukutane tena hata wakati mwingine, ikiwa mapenzi ya Bwana. Hata katika siku ya sikukuu tunakuletea habari ikiwa tu zipo. Asante.